Hello mwanafunzi wangu popote ulipo. Uh, nachukua fursa hii. Leo uh, ningependa kushughulikia uh, ninge Kiswahili ambayo inaitwa ushairi um, na katika ushairi kuna uh, sehemu moja ambayo inaitwa uh, tunaposoma mashairi uh, unapata ya kwamba kuna uh, aina mbili uh, aina mbili kuu uh, za mashairi kuna ushairi Um, huru na pia kuna shairi la arudhi uh, kuna shairi huru na kuna la arudhi. Tunapoangalia shairi huru ni shairi ambalo, um, alifuati kanuni zozote za kiarudhi uandishi. Angalia mashairi ya arudhi, uh, ni shairi ambayo yanafuata kanuni ama za arudhi uh, na, um, ningependa tutaangalia uh, ushairi tutaangalia uh, koronga sarufi naam. Hivyo basi basingalie um, inkisari. Tunaposema uh, mwandishi ametumia inkisari eh, tunamaanisha jambo la muhimu ambalo uh, unafaa ujifunze, wangu ni kwamba kisari ya kupunguza idadi ya silabi katika neno. Katika uh, kila mshororo una mizani yake, na tulisema ya kwamba mizani ni idadi uh, sila, ya silabi zinazokana katika kila mshororo wa shairi. Hivyo basi um, tunapozungumzia ambao unaitwa inkisari, tunapozungumzia uhuru wa mshairi au unaitwa inari, ni kupunguza idadi ya silabi katika neno, na lengo la kupunguza ni kwamba kwamba ataka uh, kuzisha idadi ya mizani katika mshororo uh, uh, ukilinganisha na silabi za neno hilo likiandikwa uh, katika hali ya kisa faida, uh, ama aida uh, amani. Nina mfano wa kwanza kama tunaweza, um, tuka nimeona uh, neno nimeona idadi ya silabi mizani katika mshororo na, ukiangalia neno la kwanza nimeona lina a, mizani ngapi? ni me kisha na a, n, ni nimeona lina mizani moja mbili tatu nne lina mizani nne. A, neno, meona. Ne, o kisha nguza idadi a, ya silabi, lengo lake ni kusawazisha ama kusawazisha e, idadi ya mizani katika mshororo. Pia aneno alienipenda. Mm -hmm. Alienipenda. Alienipenda. Neno aliyenipenda aliyenipenda limependa alienipenda. Kiangalia neno aliyenipenda ni moja a liye ni pe a, uh, silabi au mizani ni moja mbili tatu nne tano sita. Sita. Lakini neno ambalo limefupishwa na ambalo ni alenipenda e, p pe, kisha tatu nne tano tunapunguza eh, amba, uh, idadi ya mizani. Leta uh, idadi ya idadi ya silabi ili kusawazisha idadi ya mizani katika uh, mshororo. Na um, hapa tuna mfano uh, zaidi. Kwa mfano, kuna sivunje sivunjwe, ambalo uh, lina silabi na ambalo limefupishwa, sivunjwe, ambalo lina silabi nne. Na wa pili, siache, silabi ni tatu, badala ya usiache, neno neno ambalo pia. Kuna neno sikali pale tumepunguza uh, silabi katika neno hilo ili kusawazisha idadi ya mizani. Naam, hiyo ndiyo mbinu ambayo inaitwa inkisari, uhuru wa mshairi unaoitwa inkisari. Ningependa tuangalie uh, uhuru wa mshairi wa pili. Ambao tunapozungumzia mazida tunamaanishaje, mwanafunzi wangu? Mazida ongeza silabi, kuzisha idadi uh, uh, ya mizani kama mshororo uh, uh, tunaambia kwamba neno lililorefushwa huwa na mizani zaidi ukilinganisha na likiandikwa sahihi, na inamaanisha kwamba uh, mazida ama mazida ni kinyume cha inkisari, kwa sababu inkisari tunapunguza idadi ya silabi ili kusawazia ya mizani katika mshororo, lakini mazida tunaongeza idadi ya silabi katika mshororo ili idadi ya mizani lengo ni lile lile ya kwamba tunazisha idadi uh, ya mizani katika mshororo. Kwa mfano? Kwa mfano, um, kuna neno afya mm -hmm. Kwa mfano, mfano wangu wa kwanza hapa, afya, ukijafia ukijaliwa afya ni neno ambalo lina silabi ngapi? Afya, neno hili lina silabi mbili peke yake, lakini neno afia, neno afia lina silabi ngapi? Kuna a, kuna fi, kisha kuna ia. Tunapunguza silabi. Kama tulivyofanya, tulivyo pale juu kwa inkisari. Hapa tumeongeza silabi, lakini lengo ni lile lile la kusawazisha hadi ya mizani katika um, mishororo. Nam, um, nina mifano zaidi. Kwa mfano, ukiangalia neno uh, ingawa eh, ingawaje likabadilishwa na kuwa ingawa inga wa, eh, ingawaje. Hmm. Uh, inga wa, inga wa ingawaje lina tano uh, uh, na, na nne kunradhi, lakini ukiongeza ingawaje basi bi zi zina tano hmm. Pia kuna uh, kustawani wani kustawi hmm. si Ta wa ni basi utapata ya kwamba silabi tano, silabi lakini neno lina silabi ngapi? ku ha, si kisha ta silabi ni ngapi? na kunradhi, hapa kuna kunanam, utapata ya kwamba neno ambalo limeongezwa silabi moja aa, ili kusawazisha idani katika u Uh, mzi wangu utakubali, uh, mazida ni kinyume ni kinyume cha inkisari, kwa sababu pale kwa inkisari tunapunguza uh, silabi. Kwa mazida tuongeza silabi, malengo yale yale ya kusawazisha idadi katika mshororo, katika mshororo. Naam, aliye uhuru wa mshairi ambao unaitwa kubadilisha silabi. silabi ama sauti na kisha <tumabili> tunaweza <tumabili> tukasa uh, uh, silabi ambayo tunabadilisha ni ya mwisho Hmm, mizani. Sasa hapa mizani, kwa sababu ukiangalia katika um, uh, mada tunaathiri mizani inaongezeka, m tunainaongezeka mizani na inapungua. Lakini bila lakiniila tu, labi au sababu bila kuadhiri mizani. Sawa sawa. Na lengo la kubadilisha sauti hiyo sababu ya mwisho ni kwamba leta letawaina tikai kuleta katika iwapa uh, maneno yangu yote yana ya. Neno langu la mwisho ni dunia ambayo inaishia na a. Basi naweza nikabadilisha hiyo sauti uh, ya mwisho pale ambayo ni a nakuwa ya, basi nitakuwa na ya ya. Ya. Na sasa baada ya dunia nitakuwa na dunia pale, uh, mwisho wangu wa kwanza hapa ya huzunisha dunia, tunaweza tukabadilisha na kuwa ya kwamba ya huzunisha dunia, ila urari wa vina uh, katika kifungu uh, katika ubeti huu utaona ya kwamba huu uh, ni mfano wa pili, mshororo wa pili uh, pale uh, tuseme cha kwanza kinaishia na to, to, to na pale uh, mshororo wa kwanza kuna neno uh, tun ni kwele toto nam, nafikiri pamoja uh, mwanafunzi wangu basi, uhuru wa nne uh, ambao ningependa tuzungumzie siku ya leo ni kuboronga sarufi uh, tuwe kwamba kuboronga na pia tunanyanga sawa, ili ya kupangua mpangio wa man, ili kuleta urari wa vina au mdundo wa ushairi. Hapa mshairi hupanga maneno kila mshororo, hata kama sio kwa njia inayofaa. Kuna ile inafaa ya kupanga maneno uh, ama uh, ale maneno yanafaa kufutana, kuna yale maneno hayafai kufutana. Kwa mfano uh, kivumishi akifai kutangulia nomino Eh, lakini katika ushi, eh, ndishi ana uhuru wa kupangua na kuyapanga, tunaita ushairi kuboronga nyanga sarufi. Ningependa tuangalie kwa eh, mfano kuna siku, siku hiyo uko sawa kwa sababu siku, siku ni nomino, hiyo ni kivumishi fika ni kitenzi, lakini ikifika hiyo siku. E, mahali ambapo kupangua mpangilio wa maneno ili kuupanga anavyotaka, basi kuleta urari wa vina. Kwa mfano, iwapo labda ilikuwa uh, vinaishia ku, ku. Na kisha pale mwisho tuna hii sentensi ambayo tumepatiwa hapa katika mfano wetu siku hiyo, kwamba tunataka uh, sentensi yetu ishie na kama Mishororo, na ikifika hiyo siku hivi basi ndiposa hapa tuweze kuwa na neno siku hii kuu ifanane na kuu ambazo zimetumiwa pale katika mishororo iliyotangulia. Nafikiri tuko pamoja pale mwanzi uh, wangu um, kuna mifano zaidi uh, anaweza akasema semayo tena wema wako Pisha. Uh, pia anaweza kusema umoja kitu kwanza. Badala ya kusema kitu cha jinsi atakavyo alisha maneno aliyotaka ili kuleta urari wa vina, na watu waangalie uhuru huu ambao mwandishi aliamini mizizi wake wa shairi. Na uhuru ambao ningependa tuangalie ni utohozi. Eh, utohozi ni kuswahilisha maneno, yaani kuchukua maneno ambayo kwa lugha nyingine tunayaswahilisha, tunayafanya ya Kiswahili, tunabadilisha kimatamshi na ndio maendelezo Kiswahili maneno, eh? Maneno kama tunaweza chukua inter, eh? Neno ya Kiingereza kama maneno kama interneti sababu ni na tunabadilisha, tuna, tuna moja kwa moja uh, neti ah? moja kwa moja moja, neno amba, amba, tuna aeroplani televisheni yani kwa moja neno nyingine tuna... Huo ni uhuru wa mshairi mshairi anaweza um, mshairi wa mwisho ambao ningependa tushughulikie siku ya leo uh, mwanafunzi mpendwa ni rit... eh? ritifaa uhuru ukupisha neno au maneno kutumia na dhamira yake. Huenda mshairi akaandika meuliwa, mm? Badala ya kuandika kwamba amedondoa, uh, sauti a kisha akaweka alama ya king'ong'o pale, ili kuonyesha ili kuonyesha ritifa, mm? ritifa. Badala ya kusema amekata tamaa, amedondoa sauti mwanzoni. Hivyo basi pale uh, tunaweza sema ya kwamba mwandishi ametumia uhuru wa mshairi unajifunza um, mengi kuhusu ja me, ya uh, tukaanzia pale na, uh, tumesema ni mbinu uh, ya kupunguza idadi ya silabi kati kusawazisha idadi ya mizani, kisa ambacho tunasema kwamba mbinu ni katika neno ili kusawazisha shororo na pia tukaangalia tabdila, umesema kubadilisha silabi ama sauti katika neno ili liawisha urari wa vina katika um, shairi. Nafikiri tumetoa mifano pia kushugulikia uh, kubanaa au sarufi kwamba ni kupangua um, maneno unahili kisarufi ili uh, labda ndishi weze kuleta urari wa vina niambayo yameandika nyingine uh, kwa mfano maneno ambayo yaandikwaubadilisha uh, maendelezo na pia uh, ritifa ambayo ni mbinu ya kufupisha uh, uh, ya kwamba tunaweka alama au wangu ukipenda Bwana Mudhengi.